Ni mada yetu ileile ile ya TFFTV kupata mambo mengi, elimu ndio jambo kubwa zaidi, taarifa pia ndani yake. Leo katika TFFTV tunapitia elimu katika eneo la wakala wa wachezaji, kwamba kukoje na kuna mambo gani ndani yake. Kama ambavyo nimekuambia kwamba, ndani ya TFFTV unapata elimu, unapata taarifa pamoja na mambo mengine eh, mengi sana, na leo katika eneo hili eh, la elimu ya uwakala wa wachezaji eh, nipo na wakala wa wachezaji ambaye anatambulika na FIFA eh, Mtanzania Haji Omar eh, ambaye yeye ni mmoja kati ya mawakala kwa sasa. Mawakala tunao takriban kumi na mbili hivi eh, ambako mmoja wao ni Haji Omari. Haji eh, karibu kwenye Shika teo sana. Naam na, leo tunataka tupate elimu bwana katika yep. eneo lenu hilo la wakala maana eh, kuna vitu vingi ndani yake um, wale ambao wanafuatilia kipindi sasa hivi wanataka kupata hiyo elimu hmm. Lakini hata mimi pia binafsi kwa sababu sio wakala manake, <laughs> pia nataka nipate pia hiyo elimu kutokea eh, kwako. Kwanza, unapozungumzia swala la wakala eh, unamaanisha kitu gani hasa eh? Wakala kitaalamu ni mtu ambaye anaruhusiwa kufanya shughuli za kimpira za mchezaji hmm. Unajua, mchezaji maisha yake ni mapana Mm. Na katika sekta kubwa ya maisha yake ni shughuli za kimpira ambayo ni footballing activities, umeona Said. Uh, ndo wakala huwa anashirikana na, na maeneo yale ambao ndo uhamishaji wa mchezaji kutoka timu moja kwenda nyingine, na sio wachezaji tu, bali hadi makocha na staff wengine wa mpira mm. uh, pia uh, wanajikuta pia wengine wanasema masalai mapana ya mchezaji, kwa sababu mambo mengi huwa yanaingiliana. Ndio, ili ufike hapo kuwa wakala unapita njia ipi? Uh, kwa sasa sheria zimebadilika kidogo mm. Uh, kwa FIFA wamejitahidi kufanya jambo la kuwa wakara kidogo uh, rahisi, sio kama zamani. Kwa saizi cha kufanya mtu ambaye yuko interested kwa wakala ni kutembelea uh, platform ya FIFA kwa simply mm. Mtu ana Google, uh, FIFA platform, uh, FIFA agent platform. Mule ndani utaweza kutengeneza uh, uh, profile yako ushatengeza profile yako na uta, utaomba kufanya mtihani mm. Umeona, a, zamani ivyoanza hii walikuwa wanafanya mtihani mara mbili no, okay, kwa mwaka, lakini saa hizi umebadilisha ni mara moja yeah, kwa mwaka ni ukiingia, nadhani itakudirect mtihani ni next year mwaka ujao. Utaregister pale panapokuwa tayari, watakufahamisha kwenye email ambayo utakao umeandika pale kwamba saa hizi usajili wa kuomba kufanya mtihani ipo wazi mm. na pale ushaja taarifa zako, wenyewe watakufuatilia uh, na katika ufuatiliaji huu ni kwa sababu kujua kwamba je, hauna eh, bani yoyote mm. shirikisho lako ama kote duniani hujafungiwa mm. uh, kama eh, ni mtu na rahia wa sehemu unaosema kweli mm. uh, sasa hivi tunaingia katika anasema eh, artificial intelligence mm. akili bandia sasa sikuta kwamba ni akilibandia ndo ina, ina apply kufanya, lazima ijiridhishe mm -hmm. kwamba ni binadamu mm -hmm. na hauna kesi yote ya, ya, ya ulipo. Kwa hiyo mm -hmm. baada pale, and then uh, utapewa taarifa kwamba whether umekizi vigezo kuingia katika kufanya mitihani mm -hmm. au la. So mwanzo, baada ya kukidhi vigezo, mwanzo tulikuwa tunafanyia uh, TFF mm -hmm. umeona TFF inakuhost kwa sababu wao ndo wenyeji wako na nakusimamia ili ufanye mtihani mm. kwa kuna gharama unazilipa TFF kuwekea mazingira mm. Kufanya huo mtihani, na ilikuwa laki tano. Lakini nadhani sasa hivi FIFA mabadilisho wanataka popote ulipo ili mm, weze kufanya mm. mba, kufanya urahisi, watu, uweze kufanya huo mtihani na hii yote ni jitihada tu kuonesha kwamba kufanya urahisi kufungua watu waweze kufanya huo mtihani na ikawa rahisi kwa kila mtu kuparticipate. Niliona sehemu baada ya kutoa hawa ndio mawakala yeah, uh, wanaotambuliwa na FIFA ndiyo. Eh, kuna mtu mmoja akaja kanani akauliza mtihani kwa lugha gani? <laughs> kuna mwingine akaambia mtihani wa FIFA lugha yake hivyovyote inakuwa sio Kiswahili ndio akasema tatizo ndo eh, nakuanzia mtihani unakuwaje? mtihani, mtihani lugha ni kuna zile lugha kuu za FIFA ambao mm. pamoja hapo ni Kiingereza uh, ki, kama sijakosea nadhani Kispanyola ama Kireno mojawapo mm. takriban lugha nne kimoja mm. na Kiarabu mm. wana takriban zao nne. Sasa hizo ndo lugha nne ambazo unaweza kuchagua kufanya nazo kufanya mtihani, mtihani. Uh, kwa sisi Afrika Mashariki Kiingereza ndo kim, kimetawala kuliko lugha yote mm. uh, na wengi uh, wanahisi ni mitihani migumu ni kwa sababu inahitaji usome, na hapo ndo nagundua kwamba hii kazi sio ya kila mtu, umeona mm. E, usione wanafaulu wachache kwa sababu mm. labda hapana. Ni kwa sababu kuna taaluma zaidi ya wewe mpira unaojua wewe ulikuwa nao mtaani mm. ni zaidi ya hivyo, kunabidi, inahitaji kweli uelimike, sio mm. kuongea tu, umeona mm. na mara nyingi huwa anasema kwamba mpira wetu faida na laana yake. Mm. ni kwa sababu kila mtu anadhani anaujua mm. ndo shida wa mpira lakini pia ndo faida yake mm. umeona. Sasa kwa sababu unadhani unaujua, ndo maana kila mtu anadhani ana opinion ya jambo la kimpira, nachoendelea mm. lakini ukocha ni taaluma yake, uwakala uh, ni taaluma yake, uongozi wa timu taaluma yake, kuwa mm. team manager kuna elimu zake kufanya, lakini kwa sababu tumeucheza udogoni tunadhani mm. kwamba chochote kuhusu mpira sisi tuna elimu yeah. Uh, nayo na mara baada ya kufanya mtihani ukisha faulu, Ndiyo. nini ambacho kinafuata? kuna ada yote ambayo mnailipia uh, baada ya kufaulu, mm. na ndio huo wakati kidogo wa tumbo joto, kwa sababu inabidi usubirie uh, siku kadhaa ili matokeo yatoke, mm. lakini ukishaambia umefaulu, and then uh, ni kulipa dola mia tatu, mm. moja kwa moja kwenye akaunti za FIFA mm. kwa hiyo kufanya ni bure mm. lakini walofaulu watatakiwa walipe dola mia tatu ili kupata leseni yako mm. na hii leseni itaendelea leseni kulipiwa kila mwaka dola mia tatu mpaka utapoamua kuachana na kazi ya wakala. Maana yake ni kwamba ukishafanya mtihani ndio ukafaulu, maana yake ni kwamba unachofanya ni kurinyu tu ndio ile leseni yako yeah. kwa hiyo ni so, ada... na kwamba ukitaka kurinyu kuna kamtiani kidogo na nini? No, no, no. Kuna... Mm. So ni, kuna ada ambayo utaendelea kulipia mm. kila mwaka kama wanachama mm. lakini ndani ya mwaka huo huwa ndani kuna kozi ambazo zinatolewa na FIFA mm. Sasa hizi kozi uh, ni kusaidia wakala kuendelea kuwa na elimu sahihi mm. Kwa sababu kila mara kwa mara mabadiliko yanatokea mm. Sheria zinabadilika. Sasa kama zinabadilika, na wewe ha, hauko informed. Mm. Unaweza ukapotoza uh, wachezaji wako na watu ambao unawasimamia, umeona. Kwa hiyo mm. kuna credit pale kila mwaka abidi ufikishe ili kuweza, ili uweze kurinyu mm kredit uh, ishirini lazima ufikishe pamoja mm, na hiyo dola mia tatu ulipie la mm, sivyo leseni yako itafungiwa. Maana yake huwezi kuhuisha leseni kama hujafika hizo kredit. huwezi uh, kupewa leseni kama huwezi kurenew hiyo leseni yako kama hujafikisha mm. za kredit mm. yeah. Uh, baada ya kuwa na leseni sasa, ndiyo kazi ndio inaanza sasa kabisa. Huku sasa pia tunachanganyana sana huku. mm. uh, wakala msimamizi na nini zipi shughuli za uh, wakala baada ya kuwa sasa umeshapata leseni, aidha mm -hmm. uh, kwa upande wa wachezaji au kama una makocha wanaosimamia au uh, yeyote wa technical bench uh, huku mambo yanakuwa uh, namna gani? na hapa ndo kazi kubwa inapokuja uh, mm -hmm. kwa sababu lazima uelewe, mm -hmm. footballing activity ni nini, umeona uh, shughuli za kimpira ni nini? mm -hmm. uh, na wangi baada ya kufaulu Wanadhani kazi zinakuja automatic. Kuwepo kwa uhaba wa mawakala pia haimaanishi ndo kazi ni rahisi, umona mm. E, cha kwanza kama wakala, kazi yako ni kusimamia maslahi ya mchezaji wako kwenye mkataba wake, lakini uh, kama wakala, inabidi kwamba uh, uweze kumshauri uh, karia yake ya mpira mm. Ushafahamu eh? Kwamba natakusajili ndimbo, uh, natumaini kuwa na wewe kwa muda kiasi fulani, na hii ndo safari ambayo nataka nikufikishe. Umeona, na hii ndo value nataka nikutengenezee. ushafahamu eh? Kwa sababu ni wewe unavomnadi mchezaji wako ndo value yake mm. eh, sasa kama haujui kutengeneza value mm. uh, bidhaa ulikuwa nayo, hata kama ilikuwa nzuri itaishia kudoda. Wangapi tumejua wachezaji bora wamecheza, lakini mwisho siku wakaishia mm. pabaya mm. ama wakaishia kuwa na karia mbaya. Hmm. Lakini kama una wakala ni mtu ambaye anaweza kusimamia haya masilahi yako, ili mchezaji uweze kufocus na mpira hmm. na jitihada kuongeza uh, ufanisi wako, lakini sio uh, siasa nje za uwanja hmm. yeah. Eh, najua kwamba katika uh, kanuni za, za FIFA sheria na utaratibu Deo. wa kuhusiana na masuala ya uh, wakala hmm. wanaelekeza kabisa kwamba uh, wakala utakuwa uh, wewe ndio mwakilishi mchezaji katika masuala ambayo yanamuhusu, kama manake yuko chini chini yako, kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini pia kama kuna mgogoro sijui nini, manake wewe ndio unakuwa unahusika. Hili likoje? Ni kweli unaposimamiwa na wakala ni rahisi kufata vigezo na masharti ya FIFA yanayohitaji, ni rahisi wewe kukutetea panapo klabu wanakubana akati ilikuwa ni haki yako, hii pia inapunguza migogoro. mm. Wachezaji wengi ambao wanasimamia na mawakala sahihi, migogoro haiwi mingi kwa sababu wanafahamu zie sheria nini. mm. na sheria inapotaka kukeukwa ama inakeukwa, ni rahisi kufa nini, kufuatilia. mm. na ku, na kuadvise, na kushauri kwamba sahizi tuna, tunaenda pasipo mm. na watu wakajirekebisha kabla hata ijawa sinema uh, kubwa unashfahamu mm. Eh, lakini sasa unapokuta mtu anakusimamia hajui taaluma hiyo mm. kuna vitu msajili una sign moja kwa moja kisheria havifai mm. kuna vitu klabu inakupa usign moja kwa moja, sio halali. Unapokuja kushtuka, ni mambo yashachemuka mm. yachakuwa magumu mm. na na na kinachoshangaza sana sana, mara nyingi mtu anakutafuta wewe wakala, tayari shida ishatokea wakati ambako kashasajili, kashafanya mambo yao wenyewe na klabu washa, alafu pale anapogundua kwamba hapa nimezulumiwa, ama haki yangu haifatilizi, ndo mtu anakutafuta kuja, unanisaidiaje? Tutarudi hapo kwenye unanisaidiaje, tuone tuna, <laughs> tunasaidiaje kutoka katika eneo hilo. Mtazamaji um, wa TFFTV leo tunapata elimu ya wakala wa wachezaji na tunaye wakala anayetambuliwa na FIFA uh, Haj uh, anatupitisha katika uh, elimu hiyo. Tunarejea baada ya muda mfupi. Nam, tumerudi tena kwenye TFF TV na kama ndo kwanza na wanajiunga nasi leo, tupo kwenye elimu ya wakala wa wachezaji. Tupo na wakala wa wachezaji anayetambuliwa na FIFA eh, Haji Omari anatupitisha katika elimu hiyo eh, ni namna gani ambavyo mambo yanakwenda huko, nini ambacho hasa majukumu yao yalivyo. Eh, Haji tulikuwa tumeishia pale kwenye uhum mchezaji um, ameshapata shida matatizo, ndio anakutafuta sasa, kwamba unitoaje? mm -hmm. hapa kwenye hili mm -hmm. shimo naliloingia, ndio kama mawakala tumeanzisha tuna, tuna, chama chetu uh, uh, lengo hichi chama ni kwamba sisi wenyewe kwamba tuweze kusaidiana na elimu hiyo hiyo kinaitwaje? uh, bado hatujajipa jina uh, kamili E, endo katibu wa chama. <laughs> Vice, <laughs> president. <laughs> <laughs> vice president najua. <laughs> uh -huh. Kwa hiyo bado tunachanganua kutafuta jina kamili na kuipitisha hiyo uh, mm. rasimu uh, uh, lengo haswa uh, tunahamasisha wachezaji uh, kwamba ni muhimu. Kampeni saa hizi mm. kampeni yetu kubwa ni kuwaelimisha wachezaji umuhimu kuwa na wakala, ushafahamu uh, ili kuondoa kwamba migogoro ishatokea. mm. ndio unamtafuta wakala. Mm. Kwa sababu mwisho siku pale unamtia katika sehemu ambayo ni ngumu. Mm. Eh? Kwa sababu unakuta katika kesi ambayo haina kichwa wala miguu, unataka uhusishwe nayo. Mm. Na wengi wa wakala wanataka ulinde jina lako. Mm. Kama wakala hutaki kuwa na mahusiano mabaya na klabu wala mchezaji. Sasa, so, shotokea klabu fulani imezingua alafu unaniita mimi nije kusolve kuna katika mm. sehemu ambayo sio. Eh, maana yake ni kwamba wakala kazi yako ni kuhakikisha unasimamia maslahi ya mchezaji vile ambavyo yapo kwenye, kwenye mkataba ndiyo, si kitu ambacho kiko nje ya mkataba, maanake ukienda nje utagombana na klabu na ukienda nje pia unagombana na mchezaji. mchezaji. Mchezaji. Maanake ukiwa una, unapita kwenye mkataba kama ilivyo, maanake hakuna inakuwa inakuwa hakuna shida uh, mm. ni kulinda maslahi ya mchezaji uh, sahizi kampeni mm. kubwa ni umu, mchezaji kuwa na umuhimu wa mchezaji kuwa na wakala mm. lakini pia Uh, wakala haishi kuwakilisha tu mchezaji, lakini wakala anaweza kuwakilisha club mm. wakala anaweza kuwakilisha federation mm. umeona mm. so, pia ni muda sahihi pia vilabu vikiwa na club agent mm. mm. kwa makala wote wawasiliane wa na agent huyo kwa mm. sababu so, yote ni masuala ya kimpira na kisheria wao wenyewe watafahamiana mm. Lakini sasa unakuta ni CEO wa club ana mm. deal na agent wa mchezaji sasa, mm. kumbuka naye hana taaluma hiyo. Yeye mm. taaluma siyo wa klabu ama wa rais wa klabu ni uongozi na utawala. Lakini ukiwa na club agent yeye mwenyewe atashauri, atapitia mikataba yote ya wachezaji. Kwa mkataba unatoka na klabu pia hawezi kwa mkataba ambao wa kudhulumu. Lakini mchezaji akija na wakala wake, pia mchezaji hawezi kupewa mkataba ambayo itamdhulumu yeye. Sasa, usije ukasema mimi nimepewa dola elfu nne nitaje elfu kumi lakini mm. elfu mbili ni, ni mm. uh, unakuta mchezaji na hii ni kesi nishaipitia kwamba mchezaji kapewa mkataba mm. na sehemu ya hela iko deshi Haijajaza kitu, unaonyesha mwenyewe ni desha, mm. mm. mm. unaambiwa sign hapa pa desha, ujaza mwenyewe. Sio haki. Sasa kama vitu hivyo, una wakala hawezi kuruhusu usaini mkataba huo. Unapewa mkataba na klabu wanakuforce usaini hao. Yaani mkataba unauonea pale pale mm. mm. mezani na usaini hapo. Unausaini hapo hapo unaondoka. Pia sio haki. Na kama una wakala mambo haya hayawezi kufanyika. Ili kuavoid kufika huko, sasa mashida yanatokea, ndio wakala unaitwa usolve issue wakati issue wenyewe haisolviki kwa sababu tell ni issue ya mikataba na nimekubaliana wenyewe wenyewe na umesaini mwenyewe na unasema mm. sikujua ama mchezaji mmoja mkubwa hivi alisingizia kwamba yeye afahamu Kiingereza mm. haiwezi kuwa sababu hiyo eh. kutojua sheria haina maana kwamba, eh, inakuokoa wewe kwenye kutenda kosa kabisa eh, and, mm. uh, ignorance is not a defense mm. kwa sababu wengi unakuta wafahamu. Kwa lengo hili chama ni kutengeneza hiyo campaign uh, of course kushirikiana na TFF mm. uh, ili kuweza, kila tutajaribu kwanza na ligi kuu kila klabu waweze kuelimisha umuhimu kuwa na wakala ili wachezaji wafahamu haki zao, kwa sababu issue ni elimu. Watu wakifahamu haki zao, mambo mengi yatabadilika. Sababu unakuta vitu haviendi kiprofessional, kwa sababu mtu hana ufahamu wa hilo jambo. Kwa kiu namba moja, sisi ni kupitisha hiyo elimu ili kuonyesha kwamba ukiwa uh, na elimu hii, ni rahisi wewe kuepuka migogoro mingi. Kuna wachezaji wengi wanatufuatilia sasa hivi e, na wanatamani kuipata elimu hii kwa kiasi kikubwa, japokuwa uh, kwa muda wetu hatuwezi kuitoa hiyo elimu kwa pana, lakini japo kwa uchache. Ndiyo. Umuhimu wa uh, mchezaji kuwa na wakala na kwa uchache umuhimu wa klabu kuwa na wakala. Ndiyo. uh, kwa umuhimu wa mchezaji kuwa na wakala cha kwanza eh, kukupangilia karia yako mm. Cha pili kufahamu maslahi yako ni nini, kwa sababu unapocheza uwezi pia, mtu huo ukawa anajilinda na, na maslahi yako mm. kwa sababu mambo mengi yanafanyika nje ya uwanja, lazima una mtu ambaye unamwamini anaweza kusimamia maslahi yako, baki kucheza mpira, mpira. Mm. Ushafahamu eh? uh, kuwa na wakala inamaanisha kwamba, kwa sababu wewe kujua kitu hamaanishi kwamba ndo kujinadi huko mm. Tanzania, na lengo ucheze nje ya nchi Hmm. Sasa, nani anagonga milango huko nje nchi kukampeinia wewe utoke hapa uende huko hmm? hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. Cha mwisho kwamba wewe mchezaji unajua, especially kwa sisi wa Tanzania hmm. elimu yako ni duni shule unakuta haukumaliza ama haukwenda ama uliishia kati. mm. Sasa wewe elimu sh ya sheria unaijua lini? Au, unaweza kuwa ume, umemaliza, lakini, uh, uelewa wa uelewa, kwa sababu ni isho kisheria. hey, yeah. ni isho ya kisheria mm. Sababu hata wazungu ambao mtu ana degree yake, lakini bado anamtafuta wakala mm. Kwa sababu wewe utapewa makaratasi yale utachukulia kawaida mm. lakini na lugha yake pale wengi huwa tunakimbilia kwenye, kwenye kiasi ukiona. <laughs> kiasi ndo kile ndo kile <laughs> ah, kile eh, imetosha, lakini kuna ma, ma, vitu vingi pale katikati hujui vinamesha nini, lakini kumbe kuna nani, kuna eneo kule linasema kwamba uh, utacheza mechi moja kila baada ya kila mwezi eh, eh, mwezi ni mechi moja tu, ufahamu. Ukikaa nani, ukikaa benchi, mimi nakaa benchi, umekaa ndo mkataba ndo mkataba umeona, nakuwa haufahamu Mm hii -hmm. ndo umuhimu wa kuwe mm -hmm. mchezaji kuwa na huyo wakala lakini mm -hmm. kwa klabu mm -hmm. hivyo hivyo navyo, elimu ya uwakala ni pana mm -hmm. hutaki kama mimi ni sio wa klabu mm -hmm. inaniwia ugumu kuongea na wakala kama sifahamu nachoongelea ni nini kwa mm -hmm. ni wakala afahamishwe masuala ya klabu ni nini mm -hmm. matako ya klabu ni nini, alafu yeye ndo adili na mawakala ambao wanaleta wachezaji wao kwamba je, hawa watu wanakidhi hivyo vigezo. Kwa sababu kama unakuta sio mshahara tu, kwa sababu kuna issue mm, kwamba labda nataka msajili wangu tumsajili ndimbo, lakini sasa hizi ndimbo, kwa sababu miaka kumi na tisa mkataba na mm, no, mm. mm, wa um, klabu inatoa lakini ile mikataba haikidhi mm. viwango vya FIFA na TFF mm. Aya, unaishi mchezaji kauzwa, katoka kwenye klabu yako kauzwa mm. kumbe wewe una masilahi na yale mauzo, lakini klabu haifahamu mm. kwa sababu kuna uh, transfer compensation mm. kuna solidarity fee mm. mchezaji wa kitanzania anatoka hapa anaenda kucheza nje, klabu kubwa, ilikuwa ni masilahi yako mm. ufahamu hauna taaluma hiyo, hauna elimu hiyo, ulidhani ile ile ulipo mwanzo pale uliopewa ndio imeisha pale. Unajua kuna kitu ume, umezungumza hapo, kina kinaunganisha dots hapo kwamba kumbe inawezekana kwamba e, wakala kwa sababu anajua upande huu kuu, hauna wakala wa klabu. Ndio, kwa hiyo najua nikichezesha hivi nikichezesha hivi ikienda huku mimi hey, nitaokota changu pale kabisa

ya upande huo, mm, wana sauti kali, wanajua kuongea mm, wana ushawishi, wanajua kushawishi. Wanajua kushawishi. Mm. Eh, kwa hiyo anajua ndamleta huku uh, huku atafanya mm. mchezaji wangu na ataondoka, mtabaki kapa. Mm. Mm. Wangapi wachezaji wa, wa, wa, wa nje, tumalea hapa na tumewakuza wametumia jina letu wampata platform, lakini klabu hupati maslahi zaidi ya kumlipa yule mchezaji mshahara hivi kwenye eneo hilo hapo, uh, kwa maana wewe sasa ndio wakala uh, wa kocha, wakala wa mchezaji au wakala wa uh, mm. yeyote katika technical bench na vitu kama hivyo mm. uh, kwenye makubaliano uh, unakuja kwenye club A Ndeo. kuja kufanya makubaliano, si inawezekana mimi kama unaeniwakilisha wala nisitokee wewe ukaenda kufanya uh, hayo mazungumzo uh, makubaliano. makubaliano na nini Then, unarudi kwangu sasa, unaniambia bwana, huku tumefika, nikikubali bwana, nimeridhia moja, mbili, tatu. Ndio. Mimi nikikubali nakwambia bwana endelea, ndio yeah na vitu kama hivyo si iko namna hiyo uh, na mara nyingi ni hivi uh, naishi pia nilipata msimu uliopita mm. uh, msimu unaisha, mchezaji klabu aliyokuwa nayo pale anataka aondoke, kwa midai kwamba mimi nimepata nipata ofa kwengine mm. Lakini mchezaji hujapata ofa, kama hiyo ofa haijaandikwa maandishi Mtu mm. kwambia bwana mimi nata, nakutaka na si mm. mimi na kuhisha, timu yangu nini? hiyo kuisha timu nne zikanipigia simu, si ndimbo ndimbo ni maandishi, tunataka ndimbo kwa maslahi haya, haya, mm. haya kwa mshahara huu mm. na nikiandikia kwa maandishi, then mimi wakala mm. FIFA inanitaka inenet, kwamba nije kukwambia mm lakini kaambia kwa mdomo, sina haja kukwambia kwa sababu ni siasa tu, kelele tu. Lakini ofa ikaandikwa, and then na haki sasa kuja kuonesha whether mimi wakala nataka wasitaki, haijalishi, lakini lazima nikuoneshe any written form ya ofa, lazima nikuoneshe mm. mm. mm. kwa hiyo mchezaji utaamua bana, sawa, hizi ndio kweli ofa. Kwa katika ofa hii mimi bana nataka hichi hichi na hichi, hapa rekebisha hapa, ongeza hivi na hivi, alafu sasa yale amendment, mabadilisho yale, ndio mimi nakuja kwa klabu bana, mteja wangu mm. mimi anataka hichi hichi na hichi, mm. Je, kinawezekana ama, ama hakiwezekani? Baada ya hapo ndo mambo mengine yanafata. Uh, kuna wimbi kubwa, inapofika wakati wa masuala haya kuna watu ambao wanawasimamia wachezaji lakini si mawakala ndio, na imekuwa kuna mvutano mkubwa sana ndio kwenu nyinyi ambao ndio eh, mawakala sasa ambao mnatambulika. Uh, hili mnalitazamaje? uh, cha kwanza ni hiyo kama nilivyosema mwanzo, cha kwanza mm. ni elimu kwa sababu mm. hawa watu uh, mara nyingi huwa wanaishia kuharibu uh, tathina yetu ya mpira ambao saa hizi Tanzania tunajaribu kuenda level ya professional mpaka mm. tunajinadi sisi ni bora namba tano Afrika. Kwa hiyo kuna mm. vitu lazima vibadilike, lazima ziendane na hizo standard mm. isiyo tu sifa peke yake lakini hamna kitu cha kuonesha na ambazo zinaezo sifa. Uh, wachezaji wengi huwa na hawa mamaneja mm ambao wanawasimamia uh, kuwa na manaje sio mbaya, lakini ina limitation yake. Uh, manaje hawezi kusimamia uh, mambo ambayo yanahusisha kimpira. Manaje anaweza akasimamia chapa yako, brandi yako, ambao pia kazi hiyo pia wakala anaiweza. Inaumiza kichwa kuwa na wakala na manager wakati ukiweza kuwa na mtu mmoja ambaye anaweza kufanya vitu vyote hivo meneja kazi yako, chapa yako. mm. Kujua kwamba bana, saizi kuna dili hiyo nataka tumie picha yako kwenye bango, kuna umeitwa hapa ufanye tangazo, umeona, labda upangie maisha yako saizi uende gym, uamke saizi una mkutano saizi, muda wa mazoezi. mm. Mambo kama hayo, lakini mambo yanahusisha hasa mpira inabidi wakala ndio mwenye kuyafanya. Yeah. Manake kwenye negotiation wewe hauwezi kufanya hivyo. Yeah, hauwezi kufanya. Yeah, yaani labda uende pembeni tu mshauriane Mm, lakini hatambuliki kwenye meza pale ya, ya, ya discussion umeona, na hata kitokea mgogoro FIFA hatauliza au TFF hatauliza meneja yako yuko wapi mm, watakuuliza wakala wako yuko wapi mm. Kama unaye ndio tuongee naye tumsikilize, kwa sababu tutaongea lugha moja ya kisheria, lakini kama una meneja yako atakwambia, sisi huyo mtu hatambuliki na umeneja huu mm, ndo unaleta masuala ya udalali kwa sababu mm, tofauti ya wakala na dalali. Sasa wewe na mchezaji mm, mtu anakusimamia anaonekana tu kwenye kusaini, huyu mchezaji wangu wao, haujione tabu hapo eh, na wapo ambao wanachungulia mpira, sisi tunafahamiana, anahitajika Simba ama ndimo anataka na wapi mm. anajiwai maana mchezaji wangu mimi nikaletea hapa na nini mm, unacholipwa una signing fee wala wewe, oh, hujakubalia wala hujaulizwa, unaletewa tu kwamba kuna hichi bwana, afu baadaye ndo mambo yanaenda. Sitofahamu, unasema mimi nilijua hivi, au oh, mimi sijui Kiingereza, au oh, mtu fulani ndo nilimwambia ongea na na hao watu, akoongea nao, mimi sikuwa najua. Haiwezi kuwa sababu yako, kila siku kuomba huko anajua haji tunavyo vitu vingi sana katika eneo hilo, kwa sababu bado elimu kubwa inahitajika sana katika eneo hilo mm, kwa hiyo wakati mwingine uh, tutakutana tena hapa kwenye TFF TV tupate Amza elimu uh, kwa upana wake mm, uh, kwa ukubwa wake kuhusiana na eneo hilo la uwakala ambao lina vitu vingi sana katika eneo yeah, hilo. Basi mimi nikushukuru kwa elimu hii ambayo umetupatia katika siku ya leo. Shukrani sana na shukrani sana kwa kwa wito huo, nashukuru tutaendelea kukutana sa. Naam, basi hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha TFF TV katika siku ya leo, ambako tulikuwa tunapata elimu katika eneo la eh, wakala, eh, wakala ambako tumepata elimu kwamba unaweza kuwa wakala wa wachezaji, unaweza kuwa wakala wa makocha eh, na yoyote ambayo yupo kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo ni wewe tu, namna ambavyo unaweza ukacheza na eneo hilo. Basi ni kushukuru kwa wakati mzuri ambao tumekuwa pamoja. Hii ndio tamati ya TFF TV katika wiki hii. Mimi ni Clifford Mario Ndimbo, endelea kupita katika mitandao ya kijamii tanfootball, ambako huko kunaendelea kuwa na taarifa mbalimbali za kutokea TFF, lakini pia vilevile vile elimu nyingine zinapatikana katika eneo uh, hilo.